Mvutano kati ya serikali ya kaunti ya Kiambu na madaktari unaendelea kutokota huku muungano huo, muungano wao ukiingia ama, mgomo wao kumradhi, ukiingia mwezi wa tano. Na muungano wa madaktari KMPDU sasa unataka serikali ya kaunti hiyo ivunjiliwe mbali, huku ukimtuhumu gavana Kimani Wamatangi kwa kutoshughulikia sekta ya afya. Namna kama anavyotuarifu Emily Chebet, gavana amekanusha madai hayo, akisisitiza kuwa huduma katika hospitali zote Kiambu zinaendelea kama kawaida. Kwa siku 128 sasa, mgomo wa madaktari katika kaunti ya Kiambu umekuwa ukiendelea, hali ambayo muungano wa madaktari unasema imesababisha vifo na mateso kwa wakazi wa Kiambu na maeneo jirani. Muungano huo unasema watoto wachanga, wachanga 63 wamefariki katika hospitali ya Kiambu level 4 na jumla ya vifo vya watoto wachanga kufikia 136 tangu mgomo uanze. KMPDU imelaumu serikali ya kaunti kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya awali kuhusu mishahara, kupandishwa vyeo na bima ya matibabu. Ukweli ni kuwa hizo namba na zote ambazo tumetaja ziko kwa vitabu vya serikali. Gavana wa Kiambu, Kimani Wamatangi, amepuuzilia mbali madai hayo, akisema kuwa yamechochewa kisiasa. Wamatangi akisisitiza kuwa huduma za afya zinaendelea vyema kaunti hiyo. Watu wa union ndio nasema wawezi kula keki na wengine wawekwa mfuko vili, wameenda kotini wamalize mambo yao wapi na sisi tunasimama kindete, hatuongei na mtu hata kidogo. Vile wametuwekea hiyo uongo wote, mambo ya Kiambu hayaongelewi kwa hizo ofisi zenye watu wanaenda kukupangapanga watu kupeana pesa ati ndio hadithi zitolewe za uongo. Mambo ya Kiambu inafanywa hapa kwa wananchi. Hapo jana baadhi ya wakazi wa kaunti hiyo waliandamana kupinga wanachosema ni vifo vya watoto wachanga katika hospitali za kaunti hiyo kufuatia mgomo unaoendelea. KMPDU kinatishia kuanzisha mgomo wa kitaifa kushinikiza serikali kuu kuingilia kati kizaazaa cha Kiambu. Emily Chebet, runinga ya Citizen.